Nafikiri ni kwa nini mwanadamu hupambana kuwa na afya imara. Wanasema afya ni mtaji katika maisha ya mwanadamu. Katika kubainisha hili, umoja wa Mataifa haikuwa shaka kuanzisha siku ya afya ulimwenguni, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe saba Aprili. E, siku hii imesheheni historia muhimu, ikiwa ni fursa ya kuhamasisha watu kuhusu masuala muhimu ya afya na kufungua majadiliano juu ya masuala ya afya katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Siku ya Afya Ulimwenguni ilianza kuadhimishwa mnamo mwaka 1948 wakati wa kuanzishwa kwa Shirika la Afya Ulimwenguni, WHO. Lengo la siku hii ilikuwa ni kuhamasisha watu wote kuwa na uelewa kuhusu masuala ya afya na umuhimu wa huduma za afya katika jamii. Siku hii pia inalenga kuleta umakini kuhusu masuala ya kiafya yanayohitajika kushughulikiwa kuhamasisha hatua za pamoja za jamii na serikali za nchi kusherekea maendeleo yanayofanikiwa katika sekta ya afya kuendeleza afya ya watu wote duniani bila kujali hadhi ya jamii na kuhamasisha jamii na serikali kuchukua hatua za pamoja katika kukabiliana na changamoto za kiafya. Kila mwaka WHO inaweka mada maalum mezani ambayo inalenga kuangazia masuala tofauti ya kiafya. Mada hizi zinasaidia kutoa mwelekeo wa kampeni za uhamasishaji na elimu katika hatua nyingine. Siku hii inalenga kuwapa fursa wanajamii, wataalamu wa afya na waandishi wa habari kuhamasishwa kutoa taarifa kuhusu masuala ya afya, ikiwa ni sambamba na hatua zinazohitajika kuboresha hali ya kiafya katika jamii. Siku ya afya ulimwenguni ni siku pekee zaidi ambayo ulimwengu mzima hupata nafasi muhimu ya kuzingatia masuala ya afya yanayoikabili jamii kutambua umuhimu wa afya. Hatua hii ni chachu ya kuelekea katika ujenzi wa jamii zenye afya na ustawi. Mimi ni Baraka Emmanuel Yotham wa Sauti Digital.